Na sema Mwanzo arobaini na moja oj na nane mpaka arobaini. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake nyumba yangu basi wewe utakuwa na kwa neno lako watu wangu, na kwa neno lako, watu wangu watatawaliwa Misri yote, kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Meskia mene. Meskia mene. Watu waaminifu watu waaminifu wasio wasio wasio, wasio kichanganya wateule. Jambo la tano, sifa ya tano, uaminifu ni kwa vitu vidogo vidogo. Uaminifu kwa vitu vidogo vidogo huleta sababu kubwa. Luka 19:17, Injili ya Luka sura ya 19, sura ya 17, akamwambia vema, mtumwa mwema. mweno kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji kumi. Miji kumi, asiyekuwa na kitu atanayo, hata kilichokuwa nacho atapewa yule mtu ambaye ana kitu vingi. Maana yake ndiye mtunzaji halisi. Maskini anampelekea kajiri, na kajiri anachukua kwa maskini, katika